Imeweka utaratibu kila robo kuwa na kambi ya kibingwa. Sasa kambi hii ya kibingwa na bingwa bobezi ambayo tunategemea kuifanya mwezi huu wa kumi ni kambi ambayo inaendana na maadhimisho ya miaka hamsini na tatu tangu kuanzishwa kwa Maweni hospitali. Hospitali ilianzishwa mwaka elfu moja mia tisa sabini na mbili katika eneo hili na imeendelea kutoa huduma aa, kama hospitali ya rufaa ya mkoa katika eneo hili. Ya huduma hizo zitatolewa na madaktari bingwa na bingwa bobezi zaidi ya ishirini na tano kutoka katika kada mbalimbali mbali za afya, ambapo kada zaidi ya kumi na tano zitakuwa na wataalamu wa mabingwa wakiwepo wataalamu wa upasuaji, wa magonjwa ya ndani, magonjwa ya watoto, magonjwa ya moyo, macho, ngozi, meno, magonjwa, mifupa na magonjwa ya afya ya akili pamoja na mfumo wa mkojo masikio, pua na koo. Nao e, Wizara ya Afya chini ya Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuboresha mazingira ya matibabu kwa Watanzania kwa kuongeza dawa, vifaa tiba e, pamoja na vitendanishi na wataalamu wa kada mbalimbali ili wananchi waweze kupata huduma bora za afya karibu na maeneo yao yeah. Tunatarajia kuzindua huduma mpya ambayo itaanza kutolewa kwa wananchi. Huduma hii kwa kitaalamu inaitwa endoscopic uh, endoscopic procedure, au diagnostic endoscopic procedure ambayo kwa kifupi inaitwa OGD. Kwa wale ambao ni wagonjwa wote wenye changamoto za koo, changamoto za vidonda vya tumbo, changamoto za kujaa gesi, changamoto za kutoka damu sehemu zile za haja kubwa na changamoto na magonjwa mengine ya ndani ya tumbo, basi wataweza kufaidika. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwakaribisha wale wote wenye vidonda vya tumbo sugu, wale wote wenye changamoto za kujaa gesi na magonjwa mengine ya koo waweze kufika katika hospitali yetu, na huduma hii itazinduliwa rasmi kwa kipindi hiki cha kambi hii. Na kwa namna pekee, tunaishukuru serikali yetu ya awamu ya sita kwa kutuwezesha kupata mashine hiyo. Aa, na wataalamu ambao watakuja pamoja na mambo mengine, wataacha ujuzi kwa wale wataalamu wetu, na huduma hii itakuwa itakuwa endelevu, haitakuwa tu kwa ajili ya wakati wa kambi. Kambi hata baada ya kambi itakuwa inaendelea kutolewa. Aa, utofauti wa kambi hii na kambi ambazo tumekuwa tukifanya, kambi hii tumeongeza wigo wa huduma pamoja na wataalamu wengi zaidi, ukilinganisha na kambi zilizopita, kama ambavyo tumeambiwa hapo mwanzo kwamba kambi hii inakwenda sambamba na maadhimisho ya miaka hamsini na tatu ya hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kigoma Maweni. Kwa hivyo, nipende kuwaalika wananchi waweze kuhudhuria kwenye kambi hii na tutakuwa na utaratibu wa huduma uh, kwa kupokea bima ambapo bima mbalimbali zinapokelewa ikiwa ni pamoja na uh, bima ya, ya NHIF lakini NSSF uh, juma uh, bima za uh, mashirika ya binafsi kama Jubilee wasembo uh, pamoja na na um, mashirika mengine, lakini pia tutakuwa na utaratibu wa kuchangia huduma hizi kwa wale wasiokuwa na bima, lakini na wale wananchi ambao wana kipato duni wasiojiweza, pia nao wanayo fursa ya kupata huduma hizi, kama ambavyo tunaelewa serikali yetu imewekeza nguvu nyingi kwa ajili ya kuwanufaisha wananchi hasa wale wenye kipato cha chini. Kwa hiyo tutakuwa na utaratibu pia wa kutoa huduma kwa wananchi wale wasiokuwa na, na, na uwezo ambapo taratibu zimewekwa watapokelewa na kufanyiwa tathmini, alafu huduma zao pia zitaendelea.